Hakuna baba hakuna babu aliyekuwa anaenda kanisani wala msikitini hata kidogo. Alitokea baba mmoja, alipoenda kanisani walimtenga, alipigwa, unaenda kufanya nini? Wakristo wanakuwa wajinga, wakamwachisha. Mimi naokoka niko peke yangu kwa mama, wa kiume aliyenifuata wa kike, tuko wawili tu Nimeokoka mimi, nakumbuka nimeokoka siku hiyo na-, na natoka kanisani nafika nyumbani, siku ndo nimeokoka, nakuta taarifa zilishawafikia nyumbani, kuna jamani, um, najua kabisa nakuta kabisa mko kanisani, kuna mwingine yaani, yaani kazi yake ni unafiki <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, na wapo, wapo, wapo. wapo. Yeah. Nimeokoka kule nafika nyumbani, kakuta wananinyimaa chakula kwanza, njouu nja meniuma, wananikarisha kikao nini, umetoka wapi kwanza. Nikajua hapa kuna mtu labda, nikamwambia nimetoka kanisani. Sasa nawe umebatizwa? Ndio ilikuwa ni siku ya ubatizo. Ume umebatizwa eh? Nikakuta baba ananiambia kwanzia leo Kuanzia leo usikanyage hapa, sio mtoto wangu na wala sio uko wangu, potea. Nikaondoka, nikaanza kukaa kule kwenye geto langu, kwenye nyumba yangu, kageto. Nilisema kalikuwa kageto, ndio sehemu wenzetu. Huyu kabisa, tumeokotana wapi sijui. Yeye alikuwa kidogo huko ametoka, ameokoka, alafu baadaye mimi nilikuwa sisali, si sijui, si tukakutana naye huko <laughs> wana tukaanza maisha kwenye kageti sasa. Wakaniambiaje? Wakaniambia kuanzia leo hakuna ukanyaga hapa. Huyu ndo wanaogopa eh, kwamba hawezi wakamfukuza, eh, mwana wao, lakini mimi siwezi ni k mimi sikuwa na kanyaga nyumbani, sikuwa na, yani hata ingekuwa namna gani sikanyaga. Sasa Mungu alichokuja kufanya huyu uh, mwenzangu uh, nakumbuka siku ya kwanza maana maana hapa alipo baba yake hayupo, mama yake hayupo aliye mzaa, ila baba yake na mama yake ni mimi. Amin, amin. Tunaku, nakumbuka siku ile ya kwanza, wakati ndo wanakuja kusema baba yake ni wakati baba alishaniambia hakuna ukanyaga wapi hasa anakuja kuniambia, wamenipigia simu kutoka Mbeya, wao baba wake yuko Mbeya mjini, wananiambia baba mkuu amefanyaje, amefariki. Basi nikaenda kwa baba siku ya kwanza, kumbuka ni miaka mitatu sijafika wapi, nyumbani. Nafika namwambia baba, samahani wameniletea taarifa kwamba mkwe kule amefanyaje, amefariki. Akanisikilizia akasema kwa hiyo akasema okay, na nilikuwa nahitaji kwamba kama tunaweza tukanunua kitu labda, akasema na hela. Nikamwambia nika, sina hela, akasema siwezi nikakupa hela yangu. Yesu atusaidie.